Hapo apomkwa sanama mahali kila mtu alipo, amjamboni. Um, tena sasa um, nio nataka niongelelee kuhusu, tutaongelea kuhusu ya topiki um, topic gani. Kuna baridi huku tuliko, baridi inatuchapa mbaya sana. Anyway, mwanaume anastahili kukaa kudumu ama ku, anastahili kukaa katika hali ya tendo ndoa kwa muda gani ama kwa, kwa masaa gani ama kwa dakika ngapi? wakati wa kufanya tendo la ndoa mwanaume anafaa ashughulike ile shughuli, acha nitumie ndo neno la kushughulika kwa muda gani? Hmm. Kwanza kwa majina ni Beti, kwa wale ambao ni wageni karibuni tena, na wale ambao ni wa kitambo nzidi kukaribia. Usafi ni first priority. kama ninavyosemanga, uh, that is my theme. Usafi ni first priority kwa wale ambao ya yeah, usafi ni first priority wakati wakati ambao mnajitayarisha kufanya tendo la ndoa, hata kama si wakati wa kufanya tendo la ndoa, lazima muweze kujitayarisha kwa usafi kwanza wa kimwili, kwa sababu kama ninavyosema, kuna watu wengine wako na jasho zito, na ikiwa pengine uko mgeni na yule mtu na wewe hujajitayarisha, yani hujaenda hata kujinawisha, especially wanawake, usafi iwe ni first priority. Wewe kama mwanamke Jifunze kuoga na si kuoga tu. Jifunze kuoga kule chini. Kule chini matters, kule chini ndo kunaweza kukufanya yule mwanaume akakaa ama mwanaume akawa ataondoka. Ona mambo ya, ya nini ya shape urembo, hiyo ni tofauti, lakini kule chini sasa, ndio kutatuambia ama ndio kutamwambia yule mwanaume, ndio utakaa ama ndio hutakaa, utaenda Tumeelewana. Okay, mwanaume anastahili kukaa kudumu wakati yaani nini? Dakika ngapi ama masaa ngapi ukata? Mm. Yes. Okay, eh, sasa nikasema mwanaume inastahili akae kwa muda gani kwa wakati wa tendo la ndoa ama kufanya nini tendo la ndoa kwanza, ni vitu vitatu ambavyo ni muhimu wakati wa kufanya tendo la ndoa na mwanaume atadumu kwa dakika ngapi au kwa masaa mangapi? Kwanza tuseme, ya kwanza inategemea huyo mwanaume amekupenda kiasi gani. Huyo mwanaume ataweza kuenda hata hata masaa mawili ama zaidi, na short zenye ambazo tokokuuwataka yeye ama wataka wewe. Pili, afya ya kimwili kama ni mgonjwa ama si mgonjwa ama ni mtu alikokuwa na magonjwa hapa na pale, hiyo pia inaweza kuendana na kwamba mwanamume anaweza kuwa hana nguvu ya tendo la ndoa. Tatu, umri. Umri pia una, unini, unasababisha mwanamume asiwe ako na, ako na nguvu za kufanya tendo la ndoa. Nimesema umri kwanza, tukirudi kwa upande wa umri umri tunasema pengine ni kuanzia itakuwako ni ile ikifanya akiwa akona na miaka pengine kama sitini ama sabini Wewe kama mwanamke umeshikana na mwanaume poleni, umeshikana na <coughs> mzee <coughs> mtu mzima kama wewe mwanamke, kama msichana ama wewe uko na miaka kama pengine thalathini, arobaini ama ishirini kwenda chini, alafu umeshikana na mtu ambao ni wa miaka mingi kama pengine sitini, kuanzia hamsini, arobaini na tano kwenda mbele. mwanaume ano, arobaini na tano yuko sawa, pengine kwenda hamsini kwenda mbele. Huyo mwanamke mwanaume, mwanaume hawezi kudumu muda mrefu huyo mwanaume lakini inategemea ujanani wake alikuwa kujua ako active na wanawake muda gani aje? Pengine alikuwa jua ee, alianza kutembea na wanawake akiwa kijana mdogo, then atakuwako nguvu zake zitamwishia haraka. Kwa hivyo, ikiwa mwanaume wako ako na miaka kuanzia hamsini um, um, um, ama hamsini um, na tano kwenda mbele, huyo mwanaume hata kufurahisha kitandani wewe sema tu umeenda kutafuta pesa pale, pengine ni mtu apoona kuna pesa zake. Haya, tukirudi sasa kwa magonjwa. Magonjwa, pengine huyu mtu ni mgonjwa, yani ni mtu ambao afya yake ni ya kudhoofika, ona hana lishe bora, hakuli vya kula ambavyo ni vya ni vya ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni vya nguvu, tumelewana. Then hapo pia itakuwa ako na shida ya kwamba hataweza kudumisha hali ya tendo la ndoa. Tumeelewana, so nikasema, inategemea wewe kama mwanamke umeenda ukashikana na mwanaume gani. Na tukirudi kwa upande ambao ni wa kukupenda, huyu mwanaume ni amekupenda kiasi gani? Kwa sababu mwanaume akiwa amekupenda kiasi kikubwa kuliko wewe nikasema mwanamke inatakikana kama ni kuolewa ama ni kukaa katika uhusiano, penda mwanaume mwenye amekupenda zaidi ya wewe. Yule mwanaume atakufanyia kila kitu chenye, mpaka hata watu wengine watashangaa, huyo ni mwanaume mwenye amekupe amekupenda. Huyu mwanaume anaweza kudumu muda mrefu kitandani. Kwa sababu gani? Unamshughulikia venyewe anataka haya. Tukienda ya nne niongeze ya nne. Ya nne inategemea wewe kama mwanamke unatoa sauti gani, yaani uko active aje katika hali ya kitandani, wewe kama mwanamke, na yule mwanaume amekupenda kiasi gani? That is it, tumeelewana. So ni lazima ujifikirie wewe kama mwanaume unataka, mwanamke unataka mwanaume wa aina gani unataka mzee? Of course, ukienda kutaka mzee utatafuta kabenten kwa sababu yule mzee atakuwa ni wako, ni wako wa pesa, lakini mapenzi zaidi utakuwa unapata huko chini. Tumeelewana. Haya, tukienda kwa mtu ambao ni mgonjwa, mwili wake ni wa kudhoofika, ni lazima ujikaze wewe kama mwanamke kumpatia lishe bora yule mwanaume. Si ati wakati ambao unatakao ni wakati wa tendo la ndoa, unaenda kumpikia sima na mayai. At least mayai yako na nafuu, lakini indomie ama hizi chakula mikate unampatia mkate jioni pengine na kitu soft anakula, ama the time nataka kufanya tendo la ndoa unampatia kitu soft anakula, huyo mwanamume hata kupeleka mahali popote, mtasumbuana kitandani bure. So ni afadhali umtafutie kitu ambacho ni cha nguvu, pengine kama sima na mayai na nyama uko, yani chakula ambacho kinastahili. Tumelewa na lishe bora. Tukisema pengine ni vyakula vya kuongeza nguvu, ukitaka pengine kutengeza smoothie asubuhi ama mchana jioni, mnamtaarishia mme wako vizuri chakula ambacho uh, maziwa, ndizi, njugu, kama pengine kuna tende unachanganya pamoja, una blend, unampatia yule mwanamume wako, anakula, anapata nguvu na ni nyingi zaidi na zaidi na zaidi, ambazo sasa unaweza kumfanya mme wako akafanya nini, akakuwa ni ni ni nini? Ni, yuko active kitandani. Tumelewana. Karibuni tena katika chaneli yangu. Tukutane tena wakati mwingine, wakati mwingine.